Mungu wa ajabu sana, kuna ulinzi huko nyumbani kwako wa kiroho, ambao wewe hata uelewi. Nikatoka pale kwangu, kuna mageti mawili, kuna geti dogo na geti kubwa. Sasa Mungu akaniambia geti dogo liko, nimefunga na kufuli, geti kubwa na na kimlango kidogo, akaniambia nikafungua, toka nje nikawa nimetoka nikaenda na, na, nikafika wasa, naingiza ufunguo nafungua geti eti kuna mtu amesimama usawa wa geti, mwanaume wa umri kama miaka hamsini na mbili, kama anavyoona mtu amejikinga mvua kwenye kiambaza, amesimama namna hii, amenyosha mikono yote hivi. Nafungua naingiza funguo kuchukuchuku, nafungua geti zile zina kelele kacha, ikatoka nikasimama nje, mtu amekanda kabisa ametubia namna hii, na nami nikamlika na tochi yangu nikamlika, nikamlika, ikikmli ikalikakamasisia kati katikati, nikasema eh, leo kimeumana, leo kimeeleweka. Nikamzunguka hivi namwangalia, ametulia hivyo hivyo, kasika kichwa namna hii kuelekea chini. Nilikuwa najiambia hayo, ile nilijiambia wale wanakuchinjia ng'ombe ikishoka kwenye bega, aliacha hata mfupa. Lakini sikutoka nalo kwa sababu ya kudhuru. Nitoka nalo tu. <laughs> Sasa nikamwangalia namna hii. Nimeweka kiunoni hapa. Maana kagua mji. Baba mwenye nyumba anakagua mji. Jamani ina maana tu namna hii. Nikazunguka, nikaenda, nikarudi, nikaenda upande wa pili nje. Sasa niko nje kabisa ya fesi. Nikarudi, yupo. Nikaenda nikakaa, kuna jiwe pale nje, kuna majani madogo, nikakaa namwangalia, hanioni. Akaanza kufanya namna hii. Anajua muombi mtaogwa sana. Yeye, mimi niko ndani nimelala, kumbe mtu yuko pale anawanga, na mimi nishatoka nje. Alafu anafanya namna kama niji, nataka kuluka namna hii. Na <laughs> yaani baka nimecheka nikasema, hebu niende ndani nirudi, alafu nikaingia tu ndani hapo nikatoa jambi la langu nikaweka, nikaweka mahali hapo ndani nikarudi, yuko anaanza kufanya mguu namna hii, ananyosha namna hii, anarudi tena na nyoka kat, katikati ya geti. Nikakaa karibia dakika 30. Kuendea sasa, nikasema kwa jina la Yesu, nikamgusa degani kwa jina la Yesu. Yule mwanaume alishuka, akafanya namna hii, akafanya nayi kama pikipiki. Dunia na vituko ake namna hii ake ake Nikamshika bwana, wanaenda hapa. Unafanya nini hapa? Anafanya tuna mna hii. Anielewi yani. Jirani yangu yule ya pili kumba amesikia sasa. Nipukua na umbia umbia maana. Saa kumi na moja kasoro sasa. Akatoka. Akadani labda na bishara na mwizi. Maana na mifugo yake pale nje akatoka. Alipotoka naye akaja na silaha. Sasa anatuibia mifugo yetu hao wana. Pole pole jirani. Huyu ni mtu wa kiroho, e, sio mwizi, mtu wa kiroho. <laughs> Akaja akamwangalia, akamwangalia. Sisi sasa ndio sasa, umetoka wapi kuja kuroga hapa? Kuroga hapa ni kwa mchungaji. Anafanya tu. Hmm. Sema tukulamba kofi. <laughs> mchawi kanasa, akanambia hapa tu mpaka kuche iaibike. Nikasema amna, ataniharibia ibada kwa sababu kisha kucha watu watajaa, alafu akishajaa wa huwezi kumwacha pale, sasa atakuwa mambo marefu, na mchawi akishakiga, najua anakuwa kama bata anakosa akili kabisa, anachanganyikiwa sema yeah. Nikasema okay, nikamwambia unanisikia? Nikaambia kuanzia leo, ukirudi hapa tena siku nyingine, utakufa. Eh, utakufa eh, utafanyaje? Nikamwambia okay. na kuamuru ondoke kwa jina la Yesu. Yule jirani akasema hata mimi nitaanza kusali. Alikuwa amini anafikiri kwamba nikichaa, sasa hivi kimetokea akafanya hivi. Tuko pale pale kwangu, ni kasema kadogo kama mita mbili, barabara kubwa ile magari, na saa kumi na moja kama dakika ishirini

Ukiamka tu nasema asante Mungu, kushukuru nimeamka salama. Unajua unaja palikuwa salama, kwa sababu usipojua macho yako ya rohoni yasipatambuliwa, hawezi kujua nje kimefanyika nini na endeje, ili kusambaratisha zile nguvu za aduzi. Kama nampenda Bwana sema amina, sema amina. Ina maana asubuhi, maana leo tumeharibu shauli lake, si ameumbuka? Mchawi hataki kuonekana, ukimwona tu mambo yake yameharibika. Kwa hiyo yameharibika, alichokuwa ametumwa kimeharibika. Lakini kama sio vipi? Sasa unaamka mchungaji, asante Bwana Yesu, yule ule mchawi anaweza kusema mjinga tu, tulikuwepo pale leo asubuhi, tumewanga mpaka kucha. Alafu unavuka unafungua gate yetu, unapita tunaenda kanisani, unaruka mitambo yao, unapenda njiani huko, mambo yanaanza kutokea. Wewe mwenyewe ukifika kanisani, ukihubiri watu wanasinzia. Unaanza kuambia mimi, kuaje kumbe naweza kuroga wewe baba mchungaji nyumbani <laughs> ule uchawi unaoingiza ndani yako unaanza kutoka ndani yako, unawashambulia washirika okay, wako. Haleluya, haleluya.